E, mambo vipi wazee, leo tutaenda kuonesha utundu kidogo kwa wale watu wanaendelea na masomo. Hapa kuna AI mpya natoka, imetoka juzi juzi kati hapa, ambayo yenyewe inakusaidia kwenye masomo. Inawezekana tutorial yako inawezekana tutorial yako iko kwenye kwenye YouTube then anakupa summary ya vitu vyote. Sasa tunaenda kuangalia namna namna kufanya kwa mfano mimi nataka niji nisome labda niseme computer science, nita type computer science full course kama hivyo, hapo YouTube, then ataniletea machaguo pale, then nitaamua nita nichague kwamba nasoma ikodi au nasikiliza iko wapi, nitaangalia vizuri. Tuangalia, labda hii hapa ya Harvard nitaibonyeza. Zeni mimi sitaki, sitaki nisikilize, sitaki nisikilize tutorial nzima, sitaki nisikilize tutorial, tutorial nzima, lakini mimi nataka ni ni ni, ni nachague content zangu nipite nazo hivi. Utakuja hapa utabonyeza hapa YouTube mara mbili zeni, utakuja huku mbele, hii hapa linki utaandika study Study backslash Zeni utabonyeza enter utasubiria ifunguke, baadaye itakupeleka moja kwa moja kwenye hiyo AI yako, ambayo itakusamalizia video yote. Utaiacha ilan vizuri, italani kama hivyo na tutorial wako itaonekana sasa. Kuna machaguo kuna post, podcast na namaachana nao, zinakuja kwenye summary nakuja kwenye summary. Kwenye summary hapa kuna, kuna notes afu na summary. Mimi nataka labda nipate notes za hii kitu, baadaye nitaisubilia notes then. Mimi nataka summary, nataka detail summary ya hii topic yangu hapa, then asha generate summary tayari. Mimi nitakuja kuangalia summary yangu sasa. Mbe, samali yangu hapo kama anavyonionyesha hapo, alivyoanza na basics kwamba anatakiwa na basics gani hivyo, then nitapita hivi, nitaendelea kujisomea. Sunaona, amesha kuonyesha kwa kwamba lazima uwe na basics za nini, data structures za nini SQL basics, webu handling na nini hivyo.